Nisi. Wakazi wa kijiji cha Fumba Chaleni wamepata faraja baada ya kupata ufumbuzi wa tatizo la kukosa umeme katika kijiji hicho kwa muda mrefu. Omar Ahmed na taarifa zaidi. Maendeleo ya kijiji hicho. Wamesema kwa miaka mingi iliyopita wamekosa huduma ya umeme na kusababisha usumbufu mkubwa wa kukosa kuhifadhi samaki wakati wanapotoka baharini. Wamesema itakapokamilika kazi ya kuweka umeme itawasaidia kuweza kujiajiri wenyewe kwa kufanya shughuli za ujasiriamali sambamba na kijiji hicho kuwa na mandhari ya kupendeza. kwa sisi anatukwama, maana unaweza kwenda baharini ukapata kitoweo cha kula siku tatu ukakila kwa siku moja. Tutakapopata huu umeme tutajikwamua na sima kwa mambo yale yanotubana. Mheshimiwa Hafidh Ali Tahir amekabidhi fedha taslim kukamilisha kazi hiyo na kuwataka wananchi kuthamini juhudi zinazofanywa na serikali za kuwapatia maendeleo. tutatekeleza hadi hiyo za kwa dhamira ya kuondosha tatizo la umeme katika eneo hili na, na tunataka tuiunganishe Fumba pale ambapo pana umeme basi uunganishe mpaka kijiji hichi, ili wananchi waondoshwe na tatizo la umeme. Katika hatua nyingine, bibi Mariam Hamadi Hamis ametoa shukurani zake za dhati kwa Mheshimiwa Tahir kwa hatua ya kumjengea nyumba yake ambayo hapo mwanzo haikuwa katika hali nzuri na ya kiusalama. Nao wanachama wa Chama cha Mapinduzi tawi la Nyamanzi wamepata msaada wa mafeni kutoka kwa mbunge huyo. Mimi ni Omar Ahmed Mcheju wa Shirika la Utangazaji Zanzibar.